Taarifa ambayo pia watu wengi tu zaidi wanaendelea kufuatilia pale katika mitandao za kijamii, ni taarifa ambazo pia zinatokea kule Tanzania ambazo pia zinahusiana tu na uchaguzi ambao pia am, umeweza kujawa vurugu, wengine wakiandamana, wengine wakipiga kura na wengine tu wakikaa nyumbani kwao bila kuenda kupiga kura. Ni uchaguzi ambao pia watu ujana, am, wengi tu zaidi wamekuwa wakifuatilia kuanzia hapo jana na leo, imekuwa siku yake ya pili ambao pia watanzania wengi tu wanaendelea kuandamana na kuweza

maduka na pia nyumba za watu ambao pia wanaamini kwamba wameshirikiana na Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kuwalazimisha kuweza kupiga kura, lakini taarifa ambayo pia inaendelea kusambaa katika mitandao za kijamii, inasemekana tu nyumba moja ya Rais wa Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan imeweza tu kuweza kuvamiwa kule Dar es Salaam na watu ambao pia ni waandamanaji ambao pia wameweza tu, walikuwa na hasira zaidi na kuamua tu kuweza kuitia nyumba ya Rais Samia Suluhu Hassan moto, kitu ambacho pia kinaendelea kufuatiliwa sana pale katika mitandao za kijamii kwa sababu tu tayari kumbuke tu kule Tanzania, internet kidogo imeweza kuwa shut down na taarifa ambazo pia zinafuatiliwa ama watu wanatoa taarifa kule Tanzania wanatumia tu internet nyingine tofauti na ile ya serikali ambayo pia haina provide kule Tanzania, lakini inasemekana kwamba hali inaendelea kuwa mbaya zaidi kule Tanzania kwa sababu tu tayari kama nyumba ya rais imeweza ku vamiwa basi, inaonekana protesters ama demonstrators wa kule Tanzania walikuwa very serious zaidi na kitu ambacho pia walikuwa wanakifanya, kwa sababu ni uchaguzi ambao pia wa Tanzania walikuwa wamesema ya kwamba hawataweza kuhusika kabisa, lakini inaonekana. Uh, rais, uh, rais wa Tanzania mwenyewe na pia jeshi la Tanzania halikuwa limeweza kujipanga vizuri, kwa sababu hawajozoea wa Tanzania uh, wakiwa vile ama wakiwa wanafanya vitu kama vile uh, na ni vitu ambavyo pia wameweza kulan uh, vitu vingi sana kutokana na ujasiri wa Kenya ambao pia um, wamekuwa wakionyesha tu katika kutetea demokrasia ya kwao uh, na ndio maana tu wa Tanzania wengi zaidi wanaendelea uh, kujitokeza mabarabarani uh, kuendelea kufanya maandamano kuhakikisha kwamba wanapinga uchaguzi ambao pia uh, uliweza kufanyika uh, jana, na tayari tukumbuke vizuri, ni kana kwamba ni kwamba uh, TV station kule Tanzania zimeweza kufungwa na baadhi tu ya um, uh, internet uh, imeweza kuwa shutdown, na hakuna uh, kitu chochote ambacho pia uh, um, mtu anaweza kukitoa mataarifa, ambao pia zinapatikana kule ni za watu ambao pia wako kwa, ana internet tofauti na ile ambayo pia serikali ina provide, na ndio maana udaku tu f oh. Atakuwa anaendelea kufuatilia kila issue ambayo pia inaendelea kule Tanzania, atakuwa anakupatia katika YouTube channel ya kwetu, na make sure umesubscribe ili tuendelee kupata story ambazo zina trend. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>